Ndugu wageni waalikwa, mheshimiwa waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, mheshimiwa Ummy Mwalimu alipenda sana kuwa hapa na sisi leo katika kufunga mkutano huu, lakini amepata udhuru na ameniagiza nije nisome hotuba yake kwa niaba yake. Kwa hiyo mimi naomba nisome maneno yake kama alivyoyaandika. Mheshimiwa mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Pwani, mheshimiwa Happiness Tedeka, mheshimiwa mbunge wa mheshimi wa Bagamoyo, mheshimiwa shukuru Kawambo, katibu tawala wa Kati mkoa Pwani, mheshimiwa Zuberi Sabataba, Dr Eli Palanjo, mwakilishi wa waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji, mkurugenzi wa kiwanda cha dawa cha Zinga Dimeri Maige, msimamizi wa mradi huu ndugu yangu kutoka Jerumani Holgaling, wajumbe wa bodi ya kiwanda cha Zinga, mheshimiwa diwani wa kata ya Zinga Bagamoyo, mwenyekiti wa mtaa wa Zinga Bagamoyo, wawakilishi wa mashirika ya serikali ya siyo ya serikali na yale ya sekta binafsi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, awali ya yote, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha leo hapa Bagamoyo kwenye mkutano wa wadau wa ujenzi wa kiwanda cha kisasa cha Zinga Pharmaceutical Limited. Kipekee, nitumie nafasi hii kukushukuru sana mkurugenzi mkuu wa Zinga pamoja na management yako kwa kuona umuhimu wa kuwekeza kwenye sekta hii muhimu ya uzalishaji wa dawa. Aidha, nichukue nafasi hii kukushukuru mkuu wa mkoa wa Pwani na uongozi wako kwa ujumla kwa kukubali kiwanda hiki kujengwa katika mkoa wako. Ndugu wageni waalikwa, afya njema ni muhimu kwa Mtanzania yeyote katika kuleta maendeleo ya nchi. Hivyo basi, uanzishwaji wa kiwanda hiki utaongeza upatikanaji wa dawa muhimu na kuboresha huduma za afya nchini. Ndugu mkurugenzi mkuu wa Zinga Pharmaceutical Limited, naomba nichukue nafasi hii kukupongeza wewe na timu yako kwa kuja na wazo hili zuri la kujenga kiwanda cha kisasa cha dawa za binadamu hapa nchini. Mimi kama waziri mwenye dhamana katika sekta ya afya, nimefarijika sana na juhudi zenu. E, nimeambiwa kwamba kiwanda hiki kitazalisha dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi na dawa za kutibu ugonjwa wa malaria miongoni mwa dawa nyingine. Haya ni magonjwa ambayo yanaangamiza maisha ya wa Watanzania wengi wenye nguvu za kufanya kazi. Nawapongezeni sana kwa uamuzi huu wa kutengeneza dawa hizo muhimu.